Hapa ni yombo Dovya, dar es Salaam, kwenye makazi ya watu walioathiriwa na mafuta hayo ambapo azam news imefika na kutaarifiwa kuwa wengi wao wameimarika kiafya licha ya changamoto kadhaa zinazoripotiwa. Nimshukuru Mungu, afya imeenda vizuri na ninaendelea vizuri, niseme ila unajua matatizo yakishaingia kwenye mwili, siku najisikia vizuri, siku nyingine kichwa kikipamba, basi hata nje sitoki. Tujapata jibu haya mafuta tuliyeasilika mpaka leo yalikuwa na tatizo gani? Kwa sababu unajua vyakula vinavyokwenda madukani vinapitia TBS, lakini serikali haijatuletea jibu kwamba yale mafuta yalikuwa na tatizo gani. Kwa sasa hivi najisikia vizuri, ila shida ni macho, kwa sababu macho kama mwanga, sasa hivi mchana naona kwa shida, usiku naona kidogo, lakini sio kama nilivyokuwa zamani sasa hivi namshukuru Mungu, mzima wa afya bila shida, ni macho tu. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu Dennis Moyo amesema miongoni mwa walioathiriwa kuna wanaoendelea na matibabu ya macho. Sasa hali zao zinaendelea vizuri, wameimarika. Hata wale wenye ugonjwa wa ngozi kwa sasa hivi wote wanaendelea vizuri na wanaendelea na majukumu yao. Labda kuna baadhi kidogo walikuwa na shida ya macho, bado wanaendelea kuripoti kwenye vituo vya afya pamoja na kuna dada mwingine alikuwa mjamzito ujauzito wake uliharibika, ila taaruki imepungua na ile hali haipo tena, na sasa hivi watu kidogo wako makini na maswala ya vyakula, ili lisije likatokea tena swala kama hilo kwa siku nyingine. Tunachosubiri sasa hivi ni ripoti tu kutoka kwa viongozi wetu wa ngazi za juu na mamlaka zinazohusika, ambao walikuja kuchukua sampuli ya watu wa TBS pamoja na ofisi kutoka kwa mkemia mkuu. Tumezungumza na mkuu wa wilaya ya Temeke, Sixtus Mapunda, ambaye amewataka wananchi kuendelea kuwa na uvumilivu juu ya uchunguzi wa tukio hilo. Sura la kwanza ni kwenye usalama wa chakula, lakini sura ya pili lina sura ya kitaalamu zaidi. Kwa wale waliopata yale madhira, tulijitahidi kwa hatua za kwanza wapeleka hospitali, na madaktari walituhakikishia lile tatizo sio la kudumu kwenye miili yao, ni kwamba litapotea, lita na limekwisha kupotea. Hakuna mtu mwenye shida tena. Kwa upande wa pili sasa, ikabidi tujue kitu gani kilisababisha ile yale, ni mamlaka ya TBS tuliwaandikia, baadaye tukafuatilia baada ya mwezi mmoja tena, wakatuambia ili, swala na kitaalamu, tuwape muda walifanyia kazi. Nichukua fursa hii kuomba wanatemeke wana subira, tuwaache wataalamu wafanye kazi. TBS wakishakamilisha, basi watatujulisha. Januari mwaka huu, baadhi ya wakazi wa yombodovya jijini Dar es Salaam walikula vyakula vilivyodhaniwa kupikwa na mafuta yenye sumu ambapo wananchi 222 waliathiriwa maeneo mbalimbali ya miili yao huku shirika la viwango Tanzania TBS likichukua sampuli kwa ajili ya uchunguzi. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.